Na mtazamaji wa wakulima wapatao 457 kutoka vijiji vinane wadi ya Challa eneo bunge la Taita Taveta, kaunti uh, ya Taita Taveta wamenufaika na mradi wa ufugaji wa mbuzi aina ya Galla anayeweza kustahimili ukame. Wakazi hao wamepokezwa mbuzi hao na shirika la FAO ambalo lilitoa mbuzi 552 kwa wakulima hao ili waweze kujiendeleza. Mpango huo unalenga kuinua wafugaji wadogo kutoka maeneo hayo ya Challa ambao wameathirika na ukame kwa muda, ambao hapo awali wakulima wengi walipoteza mifugo wao kutokana na kiangazi ya miaka miwili eneo hilo. Kufikia sasa, wakulima 457 watakuwa waanzilishi wa mradi huo, huku shirika hilo la FAO kwa ushirikiano na serikali ya kaunti hiyo ikiahidi kuendeleza mradi huo katika maeneo mengine yote hiyo inataka tutengeneze hiyo auction za wanyama. Watu wakifuga vitu zao hapa, sio tu wanapata matatizo ya kuuza. Tunataka kuwe na soko lingine kule Voi, lingine Mwatate, lakini hapa Chuvini lazima na kule Salaita sal lazima kuwe na soko ya kuuza, ndio tu watu wetu angalau mifuko yao yawe, yawe na kitu. Director hapa mifugo ameshatueleza kwa hawa mbuzi ndio wanaweza kustahimili haya mazingira kwa lishe bora na kuongeza uchumi wetu wa ile eneo la Chuvini Chala, wadi Taveta, na kaunti nzima ya Taita Taveta. Sehemu hizi ni za ndizi na mipunga na chakula chengine. Nimeenda milimani kule undani, naona pia peas na vitu zingine zinaweza fanyika, so potential ni kubwa, na tungependa sana sisi kutoa mwito kuwa tutumie hiyo nafasi. Hii ni amana tumepewa na Mwenyezi Mungu ili tuweze kuitumia kwa njia sawa.